Ninawasalimu wapenzi watazamaji, waite kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Tafadhali jiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription. Alafu sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi viwili vitatu ili taarifa hizi ziwafikie watu wengi. Orodha imeweza kutolewa na Watanzania ya wale ambao waliweza kuchangia Samia Suluhu Hassan kununua silaha za kuangamiza Watanganyika. Kuna baadhi ya makampuni pamoja na baadhi ya watu mashuhuri Tanzania, waliweza kumchangia Samia ili akanunua silaha za kuwaua Watanzania. Nazo chama cha kigaidi cha mapinduzi CCM kimemwezesha Samia Suluhu Hasani pamoja na familia yake kununua silaha za kuangamizia Watanzania au kipenda Watanganyika. Wafuatao ndio wahusika waliotoa hela za kununua silaha na kulipa vikosi vya mamluki kuua Watanganyika zaidi ya elfu kumi wakati wa harambee iliyofanyika Agasti 12 mwaka 2025 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Tunaelezwa kwamba orodha hii inazidi kuboreshwa na inarekebishwa ili kuiwasilisha katika mahakama ya kitaifa ya uhalifu na jinai ICC kama sehemu ya ushahidi. Hivyo raia wema wanaombwa wasaidie kupata taarifa ya majina kamili ya wafuatao. Yule wa kwanza mwenye aliweza kuchangia hela silaha ziweze kununuliwa, tunaelezwa ni huyu. Galib, Said Mohamed, SGM aliweza kutoa bilioni kumi kununulia ama ali, aliweza kutoa shilingi bilioni kumi kwenye mchango wa kusaidia Samia kununua silaha. Nambari mbili, John Bina aliweza kutoa bilioni mbili. Baraka Nyandu akaweza kutoa bilioni moja nukta tano. Aidan Msigwa akatoa shilingi bilioni moja Golden Mwanga, Golden Mwanga akatoa shilingi milioni mia saba Paul Magege akatoa shilingi milioni mia sita Haman Idi akatoa shilingi milioni mia tano na eh, thelathini Philip Kaniki akatoa shilingi milioni mia tano Mzee Inyasi kutoka Geita akatoa shilingi milioni mia tano Mrisho Masebu akatoa shilingi milioni mia tano Banjuri Limited mnunuzi Limited, wa dhahabu akatoa shilingi milioni mia tano. Jema Afrika akatoa shilingi milioni mia tano. RZ, RZ Union kutoka China akatoa shilingi milioni mia tano. Domain Plant akatoa shilingi milioni mia tano. Shanta Mining akatoa shilingi milioni mia nne. Jumaine Mtafuni akatoa shilingi milioni mia tatu. Leonard Luhagula akatoa shilingi milioni mia tatu. Sakisa milioni mia tatu. Charles Kaguo shilingi tatu. Wakatoa shilingi milioni mia tatu. Tanzanite wakatoa shilingi milioni mia tatu. Mining Investment wakatoa shilingi milioni mia tatu. Shenglong wakatoa shilingi milioni mia tatu. Mael Mia wakatoa shilingi milioni mia tatu. George Mpinjiwa akatoa shilingi milioni mia tatu. Onesmo Mbise akatoa shilingi milioni mia tatu. Chacha Waja akatoa shilingi milioni mia tatu. Nasoro Juma akatoa shilingi milioni mia mbili. Mipawa akatoa shilingi milioni mia mbili. Sonda akatoa shilingi milioni mia mbili. Isanja Bandugu akatoa shilingi milioni mia mbili. Mashauri Wilson na wenzake shilingi milioni mia mbili. Mwenyewe Raus wa Femata akatoa shilingi milioni mia mbili. Gambo shilingi milioni mia mbili. Gemba Mining shilingi milioni mia mbili. Ingalula Mile wakatoa shilingi milioni mia mbili. German Lokwange wakatoa shilingi milioni mia mbili Young Africans ukipenda Yanga, timu ya Yanga wakatoa shilingi milioni mia moja <coughs> watu wa Yanga amjambo. Kwa hivyo mlichangia wenzenu waende kuuawa. Hizi pesa zilichangiwa Samia aweza kupigia kampeni, badala ya kupigia kampeni akanunua silaha na akalipa kikosi cha kuwaua Watanzania, au ukipenda Watanganyika. Kanuda Makono akalipa shilingi milioni mia moja. Lilikant grupu wakatoa shilingi milioni mia moja. Sunda shilingi milioni mia moja. Kilosa kwetu shilingi milioni mia moja. Tua Tanzania Limited wakatoa shilingi milioni mia moja. Tesha shilingi milioni mia moja. Sara Masasi akatoa shilingi milioni mia moja. Soft Gold akatoa shilingi milioni themanini malub, uh, mabula mabula akatoa shilingi milioni sabini Chusa mining akatoa shilingi milioni sitini. Naomba univumilie mpenzi mtazamaji. Leonard Bugomala akatoa shilingi milioni hamsini. Satam Gold akatoa shilingi hamsini, shilingi milioni, shilingi milioni hamsini Mwanza Precious Metal wakatoa shilingi milioni hamsini. Mara Mining wakatoa shilingi milioni hamsini. Peter Mshili akatoa shilingi milioni hamsini kuchangia Samia ili aweze kupiga kampeni, lakini kwa bahati mbaya akanunua silaha. Tobias Kente akatoa shilingi milioni hamsini. Filigoni wakatoa shilingi milioni hamsini. Pascal Mapungo akatoa shilingi milioni hamsini. Manjale Kasubi akatoa shilingi milioni hamsini. Padal, padalu Luntalu, uh, Luntandula akatoa shilingi milioni hamsini. Daudi Mwita akatoa shilingi milioni hamsini. Edwin Machio akatoa shilingi milioni hamsini. Taifoni Siku akatoa shilingi milioni hamsini. Katabalo Mining wakatoa shilingi milioni hamsini. Shilalo Mining Group wakatoa shilingi milioni hamsini. Shilanga wakatoa shilingi milioni hamsini. Idi Kajuna akatoa shilingi milioni hamsini. Jitegemee Holding wakatoa shilingi milioni hamsini. Shilanga milioni hamsini. KR Jam wakatoa shilingi milioni 40. Mshikamano wanawake wa, wachimbaji wakatoa shilingi milioni 30. Shabana, okay, Sabana Shilu wakatoa shilingi milioni 30. Mibako Mabulu milioni 30. Jackson Mahona shilingi milioni 30. Bagololo Mining wakatoa shilingi milioni 30. Richard Kasubi wakatoa shilingi milioni 30. Gold Tower Mine Mineral wakatoa shilingi milioni 25. Kusini Industrial wakatoa shilingi milioni 25. Mashen Shalif wakatoa shilingi milioni 25. Semen John Malalo akatoa shilingi milioni 20. Everest Pascal akatoa shilingi milioni ishirini. Lumanyika Shabana akatoa shilingi milioni ishirini. Kasi mpya Gold Mining wakatoa shilingi milioni ishirini. Pamoja Mining wakatoa milioni ishirini. Masese Mangesa wakatoa shilingi milioni ishirini. Abdul Hasan Shida milioni ishirini. Nyasuru Mahoga wa, ma, Magoha wakatoa shilingi milioni Kumi na tano. Richard Richard wakatoa shilingi milioni 15. Afrojam wakatoa shilingi milioni kumi. Sukari Magugu Mugele shilingi milioni kumi. Rift Valley wakatoa shilingi milioni kumi. Ninashangaa hii Rift Valley ni ya wapi? Ni ya Kenya au ya Tanzania? Asha Maalumu wakatoa shilingi milioni kumi. Mimina Tala wakatoa shilingi milioni kumi. Salum Waolwa shilingi milioni kumi. Julius Mwita milioni kumi. Joseph Temela milioni kumi. Faraja Rajabu shilingi milioni kumi. Serikali kijiji cha Ruanga wakatoa shilingi milioni kumi. Dahoi Dahoi milioni kumi. Andrew Bole shilingi milioni kumi. Sita Kishepo wakatoa shilingi milioni kumi. Hapa kazi hapa kazi Masasi wakatoa shilingi milioni kumi. Mijingu Mining wakatoa shilingi milioni kumi, ili Samia aweze kutwanga kambeni nzuri, ila akatumia pesa hizo kununua kitu ambacho kinaitwa silaha. Joseph Mbono akatoa shilingi milioni kumi. Shilu Yang akatoa shilingi milioni kumi. Manu Investment milioni kumi. Fabian Waiso milioni kumi. Jui Jiwe la Riz shilingi milioni kumi. Ken Gold Chunya shilingi milioni kumi. Morocco Gold Mining shilingi milioni tano. Semiki shilingi milioni tano. Daudi Joseph shilingi milioni tano. Baraka Zabron wakatoa shilingi milioni tano. Rashid Shabut wakatoa shilingi milioni tano. Yasid Ali wakatoa shilingi milioni tano. Andrew Ngosha akatoa shilingi milioni tano. John Isaka akatoa milioni tano. Masoya Mazoya akatoa shilingi milioni tano. Mataling Hamza wakatoa shilingi milioni tano. Uh, Wazala Warioba wakatoa shilingi milioni tano. Awas Joseph milioni tano. Martin Rafael milioni tatu. Ngala Saguda milioni tatu. Emmanuel Migula milioni tatu. Sikomboe Mining milioni tatu. Nganyila milioni tatu, Steven Samosa Magu milioni tatu, Injagalo milioni tatu, Msongamano mining milioni tatu, Mkombozi mining milioni tatu, Victor Ngwendo milioni tatu, Sendeu mining milioni tatu, Shulam Shulam milioni tatu, Happy Zoga mining milioni tatu, Ifugadi milioni tatu. Orodhe iko karibu kukabilika. Shilema milioni tatu, Manka Sankome milioni tatu, Juma Shija milioni tatu, Samuel Martin milioni tatu, Sungu akatoa milioni tatu, Philip Kinde wakatoa Kishinde wakatoa milioni tatu, Uni Tanzania Limited wakatoa milioni tatu, Abdul Hamed akatoa milioni mbili, Richard John akatoa milioni mbili, Masanja Gata wakatoa milioni mbili, Godfrey Igubulo wakatoa milioni mbili. Jonah Jonathan Masela akatoa shilingi milioni mbili, Wazalendo Group wakatoa milioni mbili, Masana Jambegele wakatoa milioni moja nukta tano, Yohana Wambura akatoa milioni moja, Jovin Bayenza milioni moja, Hatelele Mining milioni moja, Diego Construction wakatoa milioni moja, Benjamin Mwangi shilingi milioni moja, Mayunga Bayanga wakatoa milioni moja, Zefania Antake wakatoa milioni moja wa mwisho akatoa milioni moja. Unaona mpenzi mtazamaji, hizi hela ziliweza kuchangishwa kwa minajili ya Samia aweze kutwanga kambeni, ila hizi pesa ndizo zilimvimbisha vichwa Samia Suluhu Hassan kuwaua Watanzania. Hizi pesa zilitumika kuwalipa wale ambao walitekeleza unyama kama huu wa kuwaua Watanzania zaidi ya elfu kumi na hizi pesa zilitumika kununua silaha kwa hivyo iwapo umeweza kusikia majina ya hawa ambao nimeweza kuwataja, hawa ndio waliweza kumvimbisha vichwa Samia Suluhu Hasani kwa kumchangia na kupata hela nyingi za kununua silaha na kulipa wale watu ambao waliweza kuwaua Watanganyika kati ya tarehe 29 Oktoba tarehe na mpaka tarehe 31 Oktoba mpaka tarehe 5 Novemba kitu ambacho unapaswa kujua, orodha hii inazidi kurekebishwa ili kuiwasilisha mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC, kama sehemu ya ushahidi. Hivyo tunaomba raia wema watusaidie kupata taarifa za majina sahihi ya wale ambao tumeweza kuwasoma. Pia tunahitaji namba za simu za wafadhili hawa wa chama cha kigaidi cha CCM waliochangia pale Mlima City, ili raia waweze kuwawa kuwawagawia kilio cha machozi ya kuuliwa kwa ndugu jamaa na marafiki kwa sababu hela zao. Lazima wahusika wote wawajibishwe. Taarifa muhimu au taarifa muhimu ni kwamba tunaendelea, kulipo, kulipo, tunaendelea tulipoishia kwa maandamano yasio na kikomo, mahali na muda wowote. Jumatano ya tarehe 29 Disemba ni mkesha wa kuwakumbuka mashujaa wetu tukijipanga kuelekea siku ya kilele ya tarehe ishirini na tano hadi tutakapo uona mwaka mpya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hivyo yani ishirini na sita. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ukiweza kusikia hii orodha ambayo nimeweza kukusomea hayo makampuni mbalimbali, hao watu mbalimbali ambao nimeweza kukusomea including ukijumulisha timu ya Yanga waliweza kuchangia Samia ili kufanya kampeni including timu ya Yanga waliweza kumchangia Samia kuweza kununua silaha na kuwalipa wale wote ambao walitekeleza unyama. Je, wazo lako ni lipi? Kama umeweza kusikia makampuni ambayo yametajwa hapa na umeweza kusikia baadhi ya watu ambao wametajwa hapa, hakikishe kwamba unasusia bidhaa zozote zile ambazo makampuni haya wanauza. Hakikisha kwamba unasusia chochote ambacho kinaambatana na makampuni ambayo nimekutajia na watu binafsi ambao nimekutajia, kwa sababu hawa ndio walisababisha mpaka ndugu zetu wakauawa. Asanteni sana.